Ae, kwenye editor, wakizungumza kwenye hafla ya kutoa mafunzo na ushauri na saha kuhusu mustakabali kwa wanafunzi wa shule tano kutoka eneo bunge la Tongaren iliyoandaliwa na shirika la Has Haven Initiative iliyofanyika katika shule ya upili ya wasichana ya St. Augustine Luhuna. Wadau hao wametaja umaskini kuwa chanzo kikuu cha visa hivyo kuongezeka. Uh, looking at the statistics concerning Tongaren, we are one of the sub counties that we suffered because of early pregnancy. What the students have been taken through is a program that will help them to to be able to make informed decision and to avoid early pregnancy. Kulingana na mkurugenzi mkuu kutoka idara ya mipango maalum kaunti ya Bungoma, Daktari Karen Wanyonyi amesema kulingana na takwimu za mwaka wa 2016 na mwaka huu, visa hivyo vimezidi kuongezeka kila kuchao na hivyo kaunti ya Bungoma kupitia idara ya mipango maalum imeanzisha mafunzo kwa shule na taasisi mbalimbali ili kusaidia kupambana na changamoto hizo. Ukizidi kuweka nguvu zetu pamoja kupitia hamasisho, kuhamasisha hawa vijana na hawa teenagers, inamaanisha tunazidi ku broaden our network, ambayo inaenda kutusaidia ku fight the triple threat. Jambo kubwa sana ambayo inapochangia mambo haya ni eh, one is poverty Ukosefu huu utamfanya mtoto msichana akaweze kwenda kutafuta msaada kutoka kwa mahali pengine. Kuna wale watawacha shule waenda labda kujishughulisha kufanya vibarua, na wakati katika kujishughulisha kufanya vibarua wametoka shuleni, they dropped out of school. Na katika harakati ya kutafuta watapata mtu ambaye anasema, labda wacha nikusaidie eh katika kulipa bills lani hapa na pale na hivyo ndio wanajikuta katika ndoa ya mapema na kupata mimba ya mapema In 2016 they reported cases of uh, sexual and gender based violence were 55 2023 2872 the figure went up how many times 52 times it is not acceptable zaidi ya wasichana mia tano kutoka familia zilizojiweza walinufaika na visodo, ambapo wadau hawa wanasema ukosefu wa bidhaa hii muhimu kwa wasichana wengi kuhadaiwa na kupachikwa mimba na hata kuambukizwa virusi

Hata hivyo wanafunzi walielezea furaha yao kuhusu mafunzo waliopokea, huku wakisema itawasaidia kufanya maamuzi kuhusu mstakabali wao. Chia, kutupatia nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao. Jina langu ni Florence Simiu.